kubwa hii Biyo. Siku ya kipekee tumechanganyika. Sasa wale tuliokuwepo zamani tisini na mm. uh, tatu na wale ambao wamesimuliwa simuliwa tu mm. Kwa hiyo tunachanganyika pamoja ili kushuhudia kwamba ni vitu vinawezekana. Miaka miwili iliyopita Yanga walifanya hivyo pia, na msisimko huu unakuwa mkubwa zaidi kwa sababu hii mechi inachezwa nyumbani. Ile ya Yanga ilikosa hii hamasa ya namna hii ambayo unaiona leo kwa sababu ilianzia hapa Afrika na maliziwa Algiers. Mm. Kwa hiyo uh, kale kamsisimko kalikuwa kakubwa zaidi kule, lakini hapa sasa Simba mechi imekuwa bahati kwamba inachezewa nyumbani. Ni kwa mara ya pili kombe linaletwa uwanjani uh, hapa Tanzania. Na ni wakati wa kipekee sana kwa sababu nyakati hizi hazitokei mara kwa mara katika eneo letu la Afrika Mashariki na Kati. Mm. Uh, Simba wameleta kombe hapa mara, mara, hii ni mara ya pili. Sina maana ya kulileta kuchukua kwa maana ya kulifanya lifike uwanjani, pengine eh, Mungu akijalia labda leo litabaki tabaki, uh -huh. Uh -huh. Uh, ukiachilia makombe ya Afrika Mashariki yale ya club bingwa siku hizi naita Kagame mara nyingine ama challenge, lakini makombe yamekuwa ni vitu adimu sana katika eneo letu la Afrika Mashariki, kwa hiyo ni siku kubwa ambayo mashabiki wapenzi na wadau mbalimbali wa kabumbu eneo lote la maziwa makuu wanatupia macho na na masikio kuona itakuwaje katika uwanja wa Amaan hivi leo, mm. Nimefurahi kwamba tumepata sijui niseme ni siri ama ni jambo ambalo halikujulikana mm. Ndio wenzetu wanasema ni untold story mm. yani, habari ambayo haikuwahi kusimuliwa kwamba kumbe zile gari zile kia walizokuwa wameahidiwa mwaka 93 ilikuwa sio kwamba ni klabu inatoa zawadi ama mfadhili Deuji alikuwa anawapa zawadi, ila walikuwa wameambiwa bwana, kwenye bonas mtakayopata mm. mtatoa mm. asilimia fulani, na mi mtatoa kiasi fulani ili tuwanunulie gari mm. hizo kia. kwa hiyo mm. ni kitu ambacho sidhani kama kuna mtu alikuwa anajua hiyo, walibaki wengi wao wafahamu, tumeisikia hapa kwamba wamba mm. Mm. Uh, kumbe ilikuwa wanashea mm. angalau wachezaji na, na, na, na mfadhili wao na baadaye baada ya kukosa ubingwa, mfadhili akaamua yeye mwenyewe tukutoa i gari zile ndogo ambazo yeah, ni Toyota Corolla ambazo uh, kwa hakika wakati ule kama msikia vizuri mwameja, hakuna mchezaji hata mmoja alikuwa amemudu kuwa na gari hmm. Kwa hiyo haikuwa, hmm, zawadi ndogo.